Si hapa ndani ya na studio pana. <coughs> Wakati wote unaweza kufuatilia katika mitandao ya kwetu, kama akaliba redio na kufollow hiyo page huko mbali kabisa. Ungependa kusikiliza akaliba redio, kwenda pale kwenye tu <coughs> mtandao kwenye utandawazi pale kwenye browser kwako, andika pale akaliba Alafu utakuwa unazidi kutufuatilia mbasha kabisa, mbasha kabisa, kwa maana ya live. Na hivyo vile vile, ungependa kusema na sisi, nambari ya studio 0750 58 5037, ama nambari ya 0745 66 61 60. Piga simu, nitakuwa nakupa nafasi wewe tu uweze, kwa sababu wawili watatu kama nilikuwa nimekufungia nje mpaka kufika mida ya saa nane na nusu nakuwa tunazamia swala nzima tu, tumekuuliza fomu yako ya weekend ni gani? Na iwapo kama fomu ni kwenda church, tutajie jina la kanisa ya kwako, na hata pia, kwa sababu hiyo video tunataka kutoka kanisani mwako. Wakaribisha hapa na miaka libard9z mimi hapa na kwa, nakupa nafasi tu, sikia kitu hiki hapa.